Ujambo na karibu. Huyu ndiye Benjamin Kichaba ambaye ni mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Kenyatta. Benjamin aliaga dunia jana kwa ajali ya barabara huku Nyosia tu ambayo inapatikana katika mji wa Kisii eneo la Nyaribari chache. Benjamin alikuwa anatoka Chuo Kikuu E, cha Kenyatta akiwa anaelekea nyumbani kwao kwa kusherekea msimu wa Krismasi ndipo akapata ajali na akaaga dunia. Familia ilikuwa imefanya mchango tuchuzi kumpeleka Benjamin mm, chuo kikuu, alafu kipindi ambacho anarudi nyumbani kutoka masomo yake katika chuo kikuu cha Kenyatta ndipo akapata ajali mbaya ambayo ilisababisha kifo chake, katika sehemu ambayo inafahamika kama nyeusia tu ambayo inapatikana katika kaunti ya Kisii katika eh, eneo ama eneo la Nyaribari chache. Benjamin alikuwa ni mwanafunzi ambaye ametoka katika familia ambayo iko chini, na alikuwa ndiye mboni ya chicho katika familia hiyo lakini kwa bahati bahati mbaya aliaga alia dunia kupitia kwa ajali ya barabara kipindi ambacho anaelekea nyumbani kusherekea msimu wa Krismasi na wazazi wake. Ilikuwa ni bahati mbaya. Kile ambacho tunaomba ni kwamba Mungu ailaze roho yake na za wenzetu waliotutangulia mbele haki. Sisi sote njia yetu moja. Mungu ndio utoa mwisho wa siku, Mungu ndio hutoa. Inshallah. Mungu ampumzishe mahali pema peponi, na aifariji familia ya Kelangu. Jina lasalia kuwa Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV, kitu ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo ya pindi yanapochipuka.